Mlipuko wa ugonjwa wa kimeta katika mbuga ya wa wanyamapori ya Nakuru imekuwa changamoto ya punde kwa shirika la wanyamapori nchini KWS. Miongoni mwa wanyama walio kufa ni nyati 100 na vifaru watatu. We have uh, witnessed some cases of buffalo deaths in Lake Nakuru National Park and uh, immediately we realized that we embarked on inv investigation Wakazi wanaoishi karibu na mbuga hiyo, eneo lote la na Nakuru wametakiwa kuwa macho kwa kuchunguza mifugo wao iwapo wana dalili za kimeta. Wakazi hao pia wanafaa kujihadhari na kula mizoga ya wanyama pori. Ugonjwa wa kimeta huathiri sana wanyama walao nyasi na majani ingawa pia waweza kuambukizwa binadamu. Mbuga ya Nakuru ina aina tofauti ya wanyama wapatikanao katika mbuga kuu zingine isipokuwa ndovu. Mbuga hii imeibuka kuwa mojawapo ya mbuga za umma ambapo vifaru weusi wamepewa hifadhi. Alex Kiarie, QTV.